Nchi yetu Tanzania tumejikita katika sekta mbalimbali mbali, kama jamii ya wanawake ya uzalishaji ikiwemo kilimo, ambapo kilimo chetu cha Tanzania asilimia sabini ya watu wanaoshughulika na nguvu kazi ya kilimo ni wanawake. Kwa tukizungumza food security au national food security, usalama wa chakula nchini usalama huo anaotengeneza ni mwanamke, kwa sababu asilimia sabini ya nguvu kazi iliyo kwenye sekta ya kilimo ni mwanamke. Kwenye biashara, wanawake ndio wako kwa kiwango kikubwa, kuanzia biashara ndogo ndogo za kati na kubwa. Ujenzi wa viwanda tunaouona, wafanyakazi wengi waliomo tena walio, mutena, walio waaminifu, ni wanawake. Utafiti wa mwaka 2022 uliofanywa na chama cha mabenki Tanzania wako hapa TBA unaonyesha kuwa wanawake ni asilimia 47 ya, ya wafanyakazi wote walio kwenye sekta ya fedha. Pia wanashikilia asilimia kumi ya nafasi za maamuzi nchini. Wanawake huchangia pato la taifa. Takwimu zinaonyesha vile vile kuwa zaidi ya ya asilimia 35 ya uchumi wa Tanzania hutokana na juhudi ama jitihada ama jasho la wanawake kwenye taifa letu, na kwa sababu hiyo asilimia 35 ya uchumi wetu ni zao la mikono ya wanawake. Hongereni sana. Yaani pamoja na mazingira yote tuliyonayo, lakini bado asilimia 35 ya pato la taifa ni mikono ya wanawake. Kwa kushirikiana na wadau wengine, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za makusudi ili kutatua changamoto zinazomkabili mwanamke na hivyo kuchochea maendeleo yake na nyinyi ni mashahidi. Hata uanzishaji wa taasisi hii ni moja ya hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kumwinua mwanamke, ili mwanamke aweze kupata nguvu zaidi. Katika mwaka huu mmoja, chama kimejikita katika kuhakikisha wanawake ndani ya sekta ya fedha wanaendelea kujengewa uwezo uungos, wa uongozi na kuimarisha utendaji wao Tuliandaa mafunzo ya uwekezaji katika kukuza uchumi binafsi na kuchangia katika pato la taifa, lakini pia tumekuwa na mafunzo ya afya akili, kusaidia kuweka uwiano wa kazi maisha na familia, ili kila mwanamke aweze kufanya kazi zake kwa utulivu na kuchochea maendeleo.